Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amemwagiza Mkuu wa Bandari ya Mtwara kusimamia mapato ya bandari hiyo kwa ukamilifu ili kudhibiti ubadhirifu wa fedha unaofanywa na kitengo cha manunuzi na uhasibu bandarini hapo. Waziri Mkuu Majaliwa amesema hayo alipotembelea bandari hiyo kwa ajili ya kuona shughuli za utendaji kazi na kuainisha upotevu wa fedha wa zaidi ya shilingi milioni mia tatu uliofanywa na baadhi ya watumishi wa bandari hiyo na kusema serikali itawachukulia hatua kali za kisheria. Mwandishi wetu Martina Ngulumbi ameandaa ripoti kamili. Mkuu Kasim Majaliwa ametembelea bandari ya Mtwara kwa lengo la kuona shughuli za utendaji kazi ambapo pamoja na mambo mengine amebaini kuna uvujaji mkubwa wa fedha, na alipokuwa akizungumza na watumishi wa bandari hiyo akasema, tunahitaji kuimarisha utendaji wa ndani, eh, meneja bandari, unahitaji kusimamia sana mapato ya bandarini. Tuna uvujaji mkubwa wa fedha hapo, na mnatumia sana kitengo cha manunuzi kupoteza fedha za bandari. Kuna uvujaji wa fedha, umepoteza zaidi ya milioni mia tatu kwa sababu ya ujanja ujanja wa watumishi wa pale sekta wa ilo, tushukua, ya fedha. Tunasubiri wamalize kazi ile tuchukue hatua kali dhidi yake. Akiwa bandarini hapo Amewataka wafanyabiashara wa zao la korosho kuanzia msimu ujao wa ununuzi kusafirisha korosho kwa kutumia bandari ya Mtwara badala ya kusafirisha kwa maroli hadi jijini Dar es Salamu na kisha kuzisafirisha nje ya nchi kwa kutumia bandari ya Dar es Salamu kwa kuwa nasafisha kwa container tumepata hiyo mashine mpya ya kunyanyua na kupaka <coughs> kwa muda mfupi sababu ya kuchelewa. Sababu zao za kuchelewesha kwa meli hazina msingi sana kwa sababu mwanzo hatakuwa na mashine hizo za kupakia. Sasa tuna nyingine inaweza kuwa business siku nzima inafanya kazi, itapakia meli ikaondoka na kuingia na nyingine. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama ambavyo tulikubaliana na nyinyi mlijipangia kwenye RCC na ukaanza kutekeleza kusimamia wafanyabiashara wa korosho kusafirisha kupitia hapa, tutagombana tu na wenye meli na watu wa bandari wa kuchelewesha kuitoa. Tunachofanya sisi ni kufanya kazi masaa ishirini na nne ili meli na kutua na kubeba na kuondoka. Hata hivyo ili kuhakikisha zao hilo la korosho linaimarishwa na kumkomboa wa mkulima, waziri mkuu akawanyoshea vidole bodi ya korosho nchini, huku mkuu wa bandari hiyo akitaja baadhi ya changamoto liko qu tatizo si. la kutoa vibali vya pembeni kupeleka Dar es Salaam, huo na mgogoro kati ya majibu yaliyo kwenye bodi ya korosho. Tunakubaliana hili na nyie, bodi mnatekeleza, vinginevyo tunakubaliana, korosho zote vibali zashani vitoke bandari ya Mtwara, nyie mnatoa vibali vya kutoa bandari ya Dar es Salaam. watu abi satuanane na watu wa bodi, msimu ujao wa mazao Korosho zote zitatokea hapa bandarini, wenye meli waje kutua Mtwara. Uwepo wa bandari bubu katika maeneo ya fukwe za mikoa ya Mtwara na Lindi, ambapo kunaikosesha serikali na bandari mapato uhaba wa miundombinu ya usafirishaji hususani barabara na reli kuunganisha bandari ya Mtwara na maeneo mengine ya chikavu, zikiwemo nchi jirani na kuwepo kwa shughuli nyingi za kiuchumi katika ukanda wa kusini. Nikiripoti kutoka Mtwara, Mati na Ngurumbi, TBC.